Nam, nchini Tanzania kampeni za uchaguzi zinahitimishwa hii leo baada ya miezi miwili ya wagombea wa nafasi ya urais, ubunge na udiwani kutoka katika vyama vya siasa tofauti kupita katika maeneo tofauti nchini Tanzania kunadi sera za vyama vyao ili kuomba ridhaa kutoka kwa wananchi wawachague katika sanduku la kura Jumatano hii Oktoba 29. Tukio hili ni muhimu kwa Tanzania. Ni tukio la kikatiba linalotazamwa kama kilele cha demokrasia ya taifa. Lakini mwaka huu, siku hiyo hiyo imechukua sura mbili. Wakati serikali na vyama vya siasa vinawahimiza wananchi kujitokeza kupiga kura, makundi mengine yanayojitambulisha kama wanaharakati yanahamasisha maandamano e, wakisema ni njia ya kupaza sauti zao dhidi ya kile wanachokiita kama kukwama kwa mageuzi ya kisiasa. Wito huu wa pande mbili umeibua mjadala mpana kuhusu namna Watanzania wanavyotafsiri demokrasia yao. Kwa upande mmoja wapo wanaoamini ushiriki katika uchaguzi ni njia bora ya kuleta mabadiliko ndani ya mfumo uliopo. Kwa upande mwingine, wapo wanaona mfumo huo huo umekuwa kikwazo cha mageuzi, hivyo kuamua kuutumia uchaguzi huo huo kama jukwaa la kutoa ujumbe wa kutokuridhika kwao. Naitwa Deokaji Makomba, karibu mpenzi mtazamaji wa Focus News Tanzania TV1, ambapo leo hii tunaangazia na kuchambua mwenendo wa kampeni, ushiriki wa vyama vya siasa na nafasi wananchi katika mchakato huu wa kisiasa kuelekea sanduku la kura. Katika laini ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Maliseli Hamduni. Karibu sana Hamduni. Starehe bwana, starehe bwana Makomba. Naam, kwa kuanza mazungumzo yetu, Maliseli Hamduni, unalinganishaje kampeni za mwaka huu ukilinganisha na kampeni za miaka iliyopita? Ni upi mtizamo wako? Kuna masuala mawili katika kulinganisha mambo. Pengine tumezoea kuona vyama e, vyenye nguvu sana katika uchaguzi vikishindana e, e, cha, cha, chama cha mapinduzi kwa upande mmoja kichukua upande sehemu kubwa sana ya nguvu hizo, lakini vyama vya upinzani vilevile vikichukua nafasi nyingine, lakini haswa chama cha vilikuwa vinapeana muda tu chama miaka ya nyuma, ikaja chama cha kafu eh, baadaye kikaja chama badai, kila, kila, kila fatia, fatia, cha Chadema baadaye na sasa hivi kinamfatia mfatia hiki chama cha ACT Wazalendo. Lakini kwa ujumla kampeni za mwaka huu kwa upande wa upinzani hazijawa nzuri sana. Uzuri wake labda tu ni kwamba e, wameweza kushiriki na kutangazwa vizuri. Hilo ni jambo la kwanza wazi ambalo sialiona kwa miaka mingi kwamba kumetolewa nafasi iliyokuwa sawa, mm, au inayokaribia kuwa sawa kwa vyama vya siasa kwa vyombo vya habari, vimepata vimepata nafasi nzuri ya airtime, yani muda wa kutangazwa kuonekana, kuhojiwa na kadhalika na kadhalika. Mikutano yao yote karibu imekuwa covered, yani mikutano yao yote ime, ime, ime, ime, imeonekana kupitia kwenye television na kwenye radio, tena television ya taifa na radio ya taifa TBC. Hiyo tumeona kabisa waziwazi. Pili au upande mwingine wa pili, hawakupata kufanyiwa vurugu kwa maana ya kupigwa mabomu kunyang'anywa viwanja kutimuliwa kabla ya mikutano haijaisha, na kadhalika na kadhalika. Hilo nalo mwaka huu halijaonekana. Kwa hiyo kama kuna uzuri huo, ni uzuri mkubwa mno pengine. Lakini jambo la tatu ambalo nimeliona ni kwamba hakukuwa na malumbano, yani ya vyama havikutukanana. E, na kama kulikuwa kuna kusahihishana, kama kuna kutangaza sera, zimejitahidi sana kutembea ndani ya eneo hilo bila ku, bila kutetereka na kuanza kuzungumza habari ya chama kingine, ila sehemu chache sana ambazo hizo haziwezi, kwa sababu vijembe lazima viwepo na kadhalika na kadhalika. Yani vyama havikusemana, vyama kama ni kusema udhaifu umetajwa, lakini havikusemana kwa maana ya kumtaja mtu na mtu, mtu, mtu binafsi na kumdhalilisha na, na kumvuja heshima yake na kadhalika. E, tatu na ambalo nalo ni zito sana, vyama havikutangaza katika kuvunja muungano, hilo sikuliona. Eh, kwamba kuzaisha muungano hilo ilikuwa suala jingine, lakini kwamba lazima muungano utoke na tuwezi alikuonekana. Lakini uimara wa vyama hivi kwa mfano kwenye kampeni kwamba vinavutia watu wengi eh, ukiondoa Zanzibar, vyama hivi havikuonekana kuvutia watu wengi zaidi ya chama cha mapinduzi. Eh, vyama vya upinzani havikuonekana kuwa na nguvu kubwa sana ya kuvutia watu wengi. Ilikuwa ni mikutano eh, ambayo inahudhuriwa lakini inahudhuriwa na watu wachache. Chama ambacho kimejipambanua kimeji, kimeji, kimeji, kimeji kidogo, chama cha ACT Wazalendo, kiasi fulani kimefanikiwa kuvutia watu mahala fulani fulani katika vipindi fulani fulani, lakini aa, hakukuwa na wingi wa watu ambao kufananisha hata nusu tu ya, ya, ya wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hilo ni kweli kabisa. Kwa hiyo pengine katika hili tunaweza tukaiona tofauti kwamba hakukuwa na mahudhurio makubwa Eh, ya kutoka upande wa upinzani kwa wananchi wenyewe zaidi ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimepata maelfu maelfu na maelfu ya watu ambao wamehudhuria mkutano yake. Na kwa msingi huo sasa, Maliseli Hamduni, unaweza kutathimini mazingira ya kisiasa kuelekea katika sanduku la kura Jumatano hii Oktoba 29, kama kweli wananchi walipata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kampeni, lakini pia uhuru ama fursa ya kuelewa vya kutosha kile ambacho wanaambiwa na wagombea katika mikutano ya kampeni ambayo imehitimishwa? Wamepata, wamepata kwa sababu E, ukitazama watu wanavyojadili mambo utaona, tunashughulika na vyama vya habari, tunaona kwamba watu wanajadili alichokisema mgombea wa NLD, aliyokisema mgombea wa NRA, alichokisema mgombea wa ICT na vyama vingine. Dhahiri kabisa na wanazungumza, lakini tu kwamba eh, hawakupata kuvutia watu wengi kutokana na umaarufu mdogo. Huo ndio ukweli, yaani vyama hivi havina umaarufu mkubwa kama kama kama kilivyo chama cha Chadema. Huo ndio ukweli e, kwamba umaarufu wa vyama hivi miongoni mwa umma ni umaarufu mdogo zaidi pengine. Kwa hiyo ndio kusema kwamba kwa, kwa namna moja ama nyingine, amduni ume, ume, Maliseli, uh, ndio kusema kwa namna moja ama nyingine ya kwamba kampeni hizi zilikuwa ni kama zimepoa katika jicho lako la kiuchambuzi hasa kutokana na kwamba chama cha, cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chenyewe hakikushiriki katika mchakato huu mzima kiasi e, ch fulani. Ni kweli yani kuto kushiriki kwa Chadema kwa viwango vikubwa kumesababisha kampeni hizi kupoa, yani kuwa za upande mmoja zaidi pengine kuliko kuliko e, e, e, kampeni za ushindani mkali. Hakukuwa na mnyukano wa, wa, wa hoja. E, na na, na, umaarufu haukuwepo huo. uh, uh, uh, ndio ukweli. Kwa hiyo kuna uh, upoaji wa aina fulani e, japokuwa chama cha mapinduzi kimepata umaarufu mkubwa. Ndio maana nasema kwamba upoa, nashindwa kulitamka vizuri neno hili kama ni kweli, kwa sababu uh, wale wa chama, chama, chama, chama, cha mapinduzi walikuwa wakihudhuria kwa wingi mno kwa kwa wingi mno kwa kweli katika mikutano haswa ya uraisi wamehudhuria sana sana sana, na ili jambo linanishangaza sana hawakuona kwamba CHADEMA haipo wala hawataki kuadha, hapana, hawakuridhika, walikuwa wanahudhuria kwa wingi. Na wagombea wa, wa upande wa, wa, wa CCM wamejitahidi sana sana sana eh, kueleza nia yao na sera zao kama ilivyo kwa upinzani, japokuwa tofauti imekuja kwamba uh, upinzani ulikuwa unaeleza mambo makubwa ndio, lakini ukakosa watu wanaohudhuria mikutano yao, wengi wakiangai kwenye televisheni na kujadili mambo yao lakini si kwa kwenda kuwasikiliza moja kwa moja ila watu wachache. Kuna maoni kutoka kwa watu huko mtaani ya kwamba hawakupata fursa ya kufikiwa na wagombea, hususan katika nafasi ya ngazi ya urais, zaidi ilikuwa ni kupitia vyombo vya habari kama ulivyosema hata wewe mwenyewe hapo uh, Malisel Hamduni. Lakini pia hata wale wachache waliowafikia wali hawakutoa nafasi kwa wananchi kutoa maoni yao. Unadhani hili lina msingi, kwa maoni yako, Malisel Hamduni? E, kulikuwa na kasoro, na kasoro hizi sijui kama ni za mwaka huo au ni za miaka yote, kwamba watu walikuwepo hawaulizi maswali, lakini si kama kwamba waulizi, ni kwamba walikuwa na, wa hawapewi nafasi za kuuliza maswali e, na, na wakapata kujibiwa, na mara zote kulikuwa kuna majibu ya jumla ambayo yanatokana na maelezo ya wagombea e, kuwaambia watu. Sasa wameridhika kiasi gani, wameelewa kiasi gani, yalikuwa ya ni masuala mengine, lakini kwa ujumla hawakupata nafasi ya kuuliza na Ume kwa kiasi fulani umekuwa ni utamaduni wa nchi yetu, si kwa mwaka huu tu, lakini muhula huu wa uchaguzi umeakisi muhula yote ya uchaguzi ambayo watu wachache sana wanaruhusiwa au vyama vichache mno, e, kupitia kwa wagombea hasa wa ubunge na udiwani ambao wamekuwa wakitoa nafasi kwa wasikilizaji kuuliza maswali katika mikutano ya hadhara. Kwa hiyo imekuwa ni kama as usual, ilivyokuwa mapema ndivyo ilivyoendelea, lakini kimsingi ni kwamba eh, labda ungepatikana mdahalo eh, tungepata tu kujua eh, zaidi ya kwamba mtu anajibu maswali kulingana jinsi alivyokuja, lakini hapa alikuwa anakuja kuzungumza mambo kulingana walivyoyapanga watayatekelezaje, ili ni tatizo jingine eh, na pengine wangeulizwa hivyo watu wangepata uchanganuzi mkubwa zaidi kwamba e, eh, kusema utatengeneza barabara utaitengeneza kwa fedha gani, e, eh, zitapatikanaje na kadhalika. Kwa hiyo haya yakuulizwa kwa kweli na sasa uh, kuelekea katika uh, kupiga kura uh, tumeshuhudia mambo mengi yakijitokeza na wakati huo uh, pande kama mbili zinavutana. Wapo wanaosema watapiga kura uh, na wapo ambao wanasema wao watafanya hivyo. Katika uchambuzi wako, hili linaiweka uh, Tanzania katika nafasi gani, kuitetea haki Kume na kuiona mambo yote na pengine haitafanyika tofauti zaidi ya kwamba mara hii wamesema hawapigi kura pengine au wataandamana, kwa sababu miaka yote Tanzania inashuhudia theluthi tu na zaidi kidogo, e, ya wale walioandikishwa katika daftari ya wapiga kura ndio wanakwenda kupiga kura. Ni kawaida kabisa e. Sasa ngoja tuone katika watu milioni 36 walioandikishwa, tuone watakwenda kupiga kura ngapi. Lakini kimsingi ni kwamba hili halitakuwa jambo jipya kwa sababu kumekuwa na kawaida ambayo imekuwa kama donda ndugu kwa Tanzania, watu wengi hawaendi kupiga kura eh, na, na hata kujiandikisha. Mara hii labda imekuwa tofauti na siku zote, mara hii watu wamejiandikisha zaidi, lakini hata kujiandikisha kuna uzembe mkubwa sana eh, na mwaka tunatunalaumu pengine kwamba watu hawapa ya awa, kutosha. Mara hii kulikuwa na hamasa kubwa sana kujiandikisha, eh, sasa tutaona kama hiyo itatosha kwamba ndo eh, jinsi watakavyotoka watu kwenda kupiga kura. Lakini kimsingi ni kwamba eh, watanzania wengi huwa hawaendi kupiga kura. Sasa ikitokea kwamba hawakupiga kura, itakuwa si jambo jipya. E, itaone itakuwa na ni, ni kama vile ambavyo wamezoea. Lakini nafikiri huenda ukawa na tofauti mara hii, kwa sababu kuna watu wengi wanajiapiza kwenda kupiga kura. Kuna watu wengine e, wana hofu kwamba pengine kutazuka maandamano kuna kundi la watu ambao limeanza kuhofu kwamba liwakutokea maandamano kwa kutokuwa na fujo watu kwenda kupiga kura, lakini pia nafikiri hata waandaaji wa, wa maneno haya ya kwamba kutokana maandamano nia ya yao ilikuwa ni kwa kuhakikisha kwamba watu wasiende kupiga kura, wakihofia hilo la kwamba e, wakienda kupiga kura wakapiga kura kwa wingi, pengine hoja za baadhi ya watu kwamba demokrasia inaminywa zitakuwa hazina maana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kumekuwa na jitihada kubwa za kuwatisha watu wasiende kupiga kura na na na serikali na Chama cha Mapinduzi vile vile na vyama vingine vingi vimekuwa vile vile vikisitiza kwamba watu waende kupiga kura, na wala hakuna tatizo. Kwa hiyo tunasubiri kuona pengine pande zote mbili ni, ni, ni, wepi wataweza kushinda mioyo ya watu kwa maana ya kwamba kuwashawishi uzuri waende kupiga kura eh, badala ya hofu ambayo ilikuwa imejengwa miongoni mwa watu. Hilo ni moja. La pili kuna wale ambao wamedhamiria katika kutokwenda kupiga kura, kwa mfano wanachama wengi wa chama cha Chadema ambao nao wamegawanyika makundi mawili, lakini baadhi yao wanasema watapiga kura, na kama tunavyojua kwamba chama chenyewe hicho kimegawanyika makundi mawili, ili kundi lilotoka likenda zake cha umma na wengine hawakutoka, lakini bado wanalaumu tabia ya chama chao eh, kujitoa katika uchaguzi eh, ya wamekuwepo wengi vile vile, na baada ya joto kuwa kubwa eh, ya, ugo, chande, chama ikaanza kudai Chadema wakapita njia za chini chini kwamba tulizuiliwa lakini imeonekana kwamba wanaotoka mle na baadhi ya wa viongozi wanasema wazi wazi kwamba na hawakuzuiliwa na yeyote zaidi ya wao wenyewe kuamua kuto kupiga kura, kwa, kwa maarufu kwamba kuweka mpira kwa pani. Kwa hiyo mi nafikiri tuone kwamba hiyo, kesho, majaliwa wa mwenyezi Mungu, e, watakwenda kupiga kura watu wangapi katika watu walioandikishwa, ndo pengine tutaona athari e, ya, ya chadema kuto kuwepo na kadhalika na Asante sana, uh, Maliseli Hamduni kwa uchambuzi wako huu kuelekea katika sanduku la kura Jumatano hii Oktoba 29, Tanzania ikitekeleza uh, ile haki yake ya kikatiba kwa wananchi wake. Naam, naam. Nashukuru sana.